Ah, leo tunaangazia wakati uliopo, uliopo hali ya kuendelea, kuna wakati uliopita hali ya kuendelea na wakati ujao hali ya kuendelea. Tuanze, unapotumia wakati uliopo hali ya kuendelea ni lazima ni lazima kama ibada tuone nini ngali, tuone ngali kisha tuone nani. ah, kwa mfano simba angali anamkimbiza swara. Simba angali anamkimbiza swara. Hata saa hii simba anaendelea kumkimbiza nani? Swara. Simba angali anamkimbiza swara. Mama angali anapika. Watoto wangali wanakula. Wanagezi wangali wanaandika insha Yaani, they are still writing, wanaendelea kuandika insha. Hata saa hii tunavyosema, wanaendelea kuandika insha <laughs> rudi hapa. Wakati uliopita hali ya kuendelea, wakati uliopita hali ya kuendelea, tuna, kwa kawaida tunajua kuwa wakati uliopita huwa unachukua ni li. Nilikuwa nikiso, nilikuwa shuleni jana nilienda mama alininunulia baiskeli vitu kama hivyo. Tunapozungumzia hali ya kuendelea ni lazima kama ibada kuwe na ki, likuwa na ki, likuwa na ki. Kwa mfano simba alikuwa akimkimbiza swala, the lion was chasing. was still chasing Was simba alikuwa akimkimbiza swala, simba alikuwa akimkimbiza swala. Uh, tulikuwa tukisoma, mwalimu alipoingia, mwalimu alipoingia tulikuwa tukisoma. Kuna makosa ambayo wa watu wengi huyafanya, na hayo makosa, na makosa ya kuchanganya, nilikuwa na na, ni makosa sana kusema ni ni nilikuwa ninasema nini? Hiyo ni makosa, unafaa kusema nilikuwa nikisema nini. Nilikuwa nikisema nini, wala sio nilikuwa ninasema nini. Ni nilikuwa nikisema nini. Kwa hivyo kuenda likuwa kisha ki, simba alikuwa akimkimbiza swala, mama alikuwa akienda sokoni. Wakati watatu hapa, hali ya kuendelea ni wakati ujao. Wakati ujao hali ya kuendelea hapa tunatumia takuwa kwa sababu tunajua wakati ujao lazima kuwe na ta. Sasa itakuwa takuwa, alafu ifuatwe na ki. Hutumia takuwa kisha ki. Kwa mfano, simba atakuwa akimkimbiza swala. Simba atakuwa akimkimbiza nani? Swala.